Sura ya kumi na nane aya tisa hadi kumi na nne. Yesu aliwaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo na wapili mtoza ushuru. Yule Farisayo alisimama akaomba hivi moyoni mwake: E Mungu na nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine wanyang'anyi wadharimu, wazinzi, wala si kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yake yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga piga kifua akisema: Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule; kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhiliye atakwezwa. Neno la Bwana. jmwemaaji kuchema kuje kutangazia naimara kuvia viasie mafumbisho viashine mpaka mwisho. Ndugu wapendwa katika Kristo, hii ni dominika ya thelathini ya kawaida katika mwaka chee wa kanisa. Katika dominika iliyopita ya ishirini na tisa Neno la Mungu lilituonesha yule mama mjane ambaye alidumu katika sala hadi yule hakimu asiye asiyemcha Mungu akaamua kumpa haki yake ili kuepuka asiendelee kusumbuliwa. Katika Dominika hii neno la Mungu linatupatia mtazamo sahihi wa sala. Yesu Kristu anatuambia kwamba sala inayopokelewa mbele za Mungu ni ile sala tu ambayo ni nyenyekevu. Anamleta mbele yetu Mfarisayo na mtoza ushuru. Mfarisayo alikwenda mbele ya Mungu akasali, akijigamba, akijitapa kwamba yeye ni mwenye haki. Yeye ni mtakatifu. Yeye anafunga mara mbili kwa juma, yeye anatoa zaka na hivi hana vipengele, yeye amenyoka. Kumbe huyu mtoza ushuru alipofika mbele ya Mungu hata hakuinua macho yake, bali aliinama chini akijipiga kifua akisema, ee Mungu uniwie radhi, mimi ni mwenye dhambi. Hayo taapata katika Injili ya Luka sura ya 18 aya ya tisa hadi kumi na nne. Ndugu yangu katika Kristu, katika somo la kwanza tunatoka kitabu cha Yoshua bin Sira, tunamuona Yoshua bin Sira sura ya 35 aya ya 12 hadi 14 na 16 hadi 19 anaandika, kwa kuwa Bwana ndiye mhukumu, wala akijali cheo cha mtu, hamkubali yeyote. Wapendwa katika Kristo, Yoshua bin Sira anatuambia kwamba Mungu mwenyezi ndiyo pekee anayetoa hukumu ya haki. Sisi binadamu tunapotoa hukumu zetu, sisi daima tunatoa hukumu tukiangalia cheo cha mtu, tuna hukumu tukiangalia cheo cha mtu, tukiangalia hadhi ya mtu, tukiangalia nafasi ya mtu katika jamii, tukiangalia uchumi wa mtu. Daima sisi hukumu zetu hazipo za, sio za haki. Tuna hukumu kwa kujali cheo tuna hukumu kwa kujali nafasi ya mtu, tuna hukumu kwa kujali pesa ya mtu. Sisi daima tuna hukumu ilihali tunaangalia usoni kwa mtu, lakini Mungu mwenyezi ni tofauti, ni tofauti. Hukumu yake Mungu mwenyezi haiangalii sura ya mtu, bali inaangalia ukweli na moyo wa mtu. Pia, ala nyenyekevu upenya mawingu. Tumsifu Yesu Kristo, yeah. Unapoenda kusali kwa Mungu, Mungu mwenyezi haangalii kwamba wewe ni mdhambi kiasi gani. Mungu haangalii kwamba unaenda kusali eti sijui umevaa suti uh -uh. Mungu haangalii kwamba umeenda kusali sijui umeenda kusali na gari gani sijui na V8, sijui na nini a uh a -uh. Sio hivyo Mungu anaangalia unyenyekevu wako Mungu anaangalia moyo wako wa kutubu. Je, unatubu dhambi unapokwenda kuzali pale? Una toba yoyote? Unafanya toba yoyote? Upo tayari kuacha dhambi? Mungu anataka moyo unaotubu, moyo unautubu, wapendwa. Kumbe kwa kifupi, somo la kwanza tunaambiwa kwamba hukumu ya Mungu ni ya haki, anaangalia matendo ya mtu. Mungu Mwenyezi anaangalia moyo mwe wa mtu. Mungu anapenda sala nyenyekevu ambayo sala nyenyekevu hutoboa mawingu. Sala nyenyekevu inapata kibali mbele za Mungu. Ndugu yangu mpenda katika Kristo, katika somo la Injili Mungu Mwenyezi anatufafanulia tofauti iliyopo kati ya sala nyenyekevu na sala ya majivuno, sala ya kujitapa. Anatuambia hivi katika Injili ya Luka sura ya kumi na nane aya ya tisa hadi kumi na nne. Yesu anasema kwamba watu wawili walikwenda kusali, alikuwa kwanza alikuwa ni Farisayo na wapili alikuwa ni mtoza ushuru. Farisayo alisali akiwa anamfafanulia Mungu namna gani yeye ni mtu mwema. Anasema kwamba mimi ni mtu mwema, mimi Mungu, mimi nafunga mara mbili kwa juma mimi sio kama watu wengine Mungu usinichukulie poa, Mungu usinichukulie poa mimi hapa eh, usinichukulie poa. Mimi natoa zaka, mimi natoa zaka mwenyewe, mimi usinione hivi Mungu. Mimi sio kama watu wa kawaida, mimi hapa ni mtu mwema, napata sheria mimi, sio kama huyu toza ushuru. Akamaliza sala yake. Kumbe akaja mtoza ushuru, hakuthubutu kujitapa, hakuthubutu kujivuna. Mtoza ushuru alianza moja kwa moja kusali akisema, e Mungu uniwie radhi, mimi mwenye dhambi. Uniwie radhi, mimi mwenye dhambi. Nisamee mimi mwenye dhambi. Asema nawaambia, huyu mtoza ushuru amerudi nyumbani akiwa amepata baraka, amepata rehema ya Mungu. Ndugu yangu, tuangalie kwanza nini maana ya Mfarisayo na nini maana ya mtoza ushuru. Neno Farisayo linamaanisha aliyejitenga, kwa Kiebrania ni perishim, Perushim, yaani waliotengwa. Mfarisayo ni kiongozi wa kidini wa Kiyahudi wakati ya wa Yesu aliyefundisha sheria, aliyejitahidi kuishi kwa utakatifu wa sheria, lakini mara nyingi akawa mnafiki kwa sababu alizingatia sura ya nje kuliko mabadiliko ya moyo. Yesu aliwakemea Wafarisayo kwa kuwa na unafiki, majivuno na kuacha upendo wa kweli kwa Mungu. Yesu alisema dini ya kweli si maneno au desturi za nje, bali ni moyo safi, unyenyekevu upendo wa dhati kwa Mungu na kwa jirani. Mtoza ushuru nani? Kwa Kiingereza toza ushuru anaitwa tax collector au publican. Toza ushuru alikuwa mtu aliyekusanya kodi kwa niaba ya serikali ya Kirumi. Ni serikali ile iliyotawala Israeli wakati wa Yesu Kristo. Mtoza ushuru ni sawasawa na Mkristo wa zamani wa Kiyahudi aliyefanya kazi ya kukusanya kodi kwa Warumi. Mtoza ushuru alidharauliwa na watu kwa uchoyo na rushwa, lakini Yesu alimuona yeye, aliwaita watubu, na yeyote atakayenyenyekea kama mtoza ushuru atapewa haki mbele ya Mungu. Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, unakumbuka katika injili ya Luka pia Yesu Kristo alikwenda kula chakula nyumbani kwa Zakayo. Zakayo alikuwa mtoza ushuru, na Zakayo alimwambia Yesu kwamba alitubu dhambi zake, alisema kwamba naahidi kutoa nusu ya mali yangu kuwapatia maskini na kama kuna mtu yeyote nimemnyang'anya au nimemdhulumu mali yake basi nitamrudishia. Ndugu yangu katika Kristo, tunafundishwa kuwa wanyenyekevu, kutenda haki na kuwa wanyenyekevu. Haki ni nini? Haki ni kumpatia mtu kile anachostahili Wazungu wanasema haki is, giving one, that is, is due kumpatia mtu kile anachostahili. Pendo katika Kristo, tunaitwa kutenda haki, tunaitwa kutenda haki. Mara nyingi sana tumekuwa tukipata nafasi za kazi, tumeajiriwa, tumekuwa tukionea watu wanaofanya kazi ambao wapo chini yetu Tumekuwa tukiwaonea wasaidizi wetu, tukiwafukuza, tunawanyima, wanyima haki zao. Basi Mungu anasema leo kwamba tuwatendee haki, kwa Mungu wa haki ni upendo, tuwapende. Na dini ya kweli ni dini ile inayetubu, yenye moyo safi na ambayo ina upendo, ndugu yangu, upendo katika Kristo. Namna nzuri ya kusali ambaye Mwenyezi Mungu anaikubali ni kusali kwa unyenyekevu tusiwe, tusiwe watu wa kujitapa, tusiwe watu wa kujitapa. Tunamwona Mfarisayo alikuwa alianza kwanza kujitapa. Nasema kwamba Mfarisayo alifuata protokali zilizo kuwepo, alianza kwanza kujitambulisha mbele za Yesu kwamba yeye ni nani, ili Yesu amtambue asimchukulie poa, yeye ni nani, wafahamiane Anafunga ambili kwa juma, anatoa zaka, anasali nani, nani, nami, lakini Mungu anasema kwamba katika sala ndogo sali yeye havutiki sana na maneno mengi. Anataka uende moja kwa moja kwenye point. Pointi yako ni nini? Daima sala zetu ziambatane na toba. Kwanza tukiri makosa yetu, tukiri makosa yetu, tukiri dhambi zetu, tukiri kwamba sisi tu wakosefu sisi tu wakosefu. Watu wengi hawapendi kukiri kwamba sisi sisi ni wenye dhambi. umsivos Kianze kumsimulia Mungu maweza yako jini, nini, nenda moja kwa moja kwenye pwendi kwamba Mungu, Mungu, Mungu, mimi ni mkosefu, naomba unisaidie. nisaidie. Sawapendwa ndugu yangu mpendwa katika Kristo, tunapokuja katika somo la pili. Somo letu la pili linatoka katika waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ya nne aya ya sita hadi ya nane na aya ya 16 hadi 18. Paulo anasema kwamba mimi sasa na miminwa, wakati wa kufariki kwangu umefika. Yaani baada ya huyu Paulo kujitahidi kutafuta haki, kujitahidi kutenda haki anasema kwamba yeye sasa anamiminwa, wakati wa kufariki kwake umefika. Anaona kama nimeivipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hapo nimewekewa taji ya haki ambaye Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu bali watu wote. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa Paulo eh, anasema kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri. Sio kwamba anajisifu, anafurahia ni namna gani ameweza kuishi na ni wakati wake wa kumiminwa umefika. Leo Paulo anatambua kama wakati wake wa kumiminwa umefika. Itafika muda pia na wewe pia, wakati wako wa kumiminwa utafika. Je, yeah. Leo hii mfano inakuwa ni siku yako ya kumiminwa eh? Utaweza kusema kwamba umevipiga ume vita vilivyo vizuri? Hebu kumbuka, ni watu wangapi umewadhulumu mipaka ya mashamba? Ni watu wangapi umewadhulumu mipaka ya mashamba? Ni wengi umewadhulumu. Umeenda mpaka kijijini kule kwenye ofisi ya kijiji, umetoa rushwa ili mipaka ya mashamba ibaki kwako. <slipie> Ni watu wangapi umewadhulumu wake zao? Yes. <coughs> Ni watu wangapi umewaibia wake zao? Tumsifu Yesu Kristo. Wachepukaji mko wachepukaji, ni watu wangapi umewaibia wake zao? Naona mmeacha kuniangalia, mnaamua kuangalia pembeni. Kwa kisa tu mtu mme wake hana hela unaamua kumwibia mke wake kwa mtindo huo, itafika siku utasema, nilipo jitete ah, mara yakwa utasema hivyo kwetu. Ni watu wangapi umewaibia waume zao? alafu najile mtaratibu kama kaibada kama ka mtu kaibada hivi kenye uchaji wa Mungu, kumbe kapepo. Inafika siku unaitwa na Mungu. Utaweza kusema kweli nilipojitetea, yitete mara ya kwanza hakuna. Pendwa, tunaitwa kutenda haki, watendee watu haki zao, wape watu haki zao. Uyangu, sala ya kweli ni ya unyenyekevu. Mungu husikiliza moyo uliovunjika, si majivuno kiburi. Huzuia neema ya Mungu. Farisayo ajiona kwamba yeye ni mtakatifu sana, na hivyo hakupokea chochote lakini mtoza ushuru kwa unyenyekevu wake alipokea neema kwa Mwenyezi Mungu, akapata baraka. Ndugu yangu, kama Farisayo, mara nyingine nasi pia tunasali tukijisifia, mimi si kama fulani. Mara nyingi tunajivuna, tunajivunia dini yetu, tunajivunia chama fulani cha kitume. Sio kweli, hata vyama vya kitume hivi Unaona, chama kingine cha ki kinasema kwamba chama kingine hakina Roho Mtakatifu, ninyi msali lozali, ninyi hamna lozali, ninyi msali lozali. Wengine wanasema ah, nyinyi hapo sijui hamna Roho Mtakatifu, ninyi hamju kupunga mapepo. Tunakosea na kienda katika levo za makanisa ni shida kabisa. Dini ya kikristu inajivuna kwamba sisi wa Kristo tuna baraka zaidi kupita dini fulani, sio kweli Baraka yako ionyeshe katika kumpokea Kristu. Baraka yako ionekane katika wewe kuishi ukristu wako. Kama kweli wewe una baraka, kama kweli dini yako ya kristu ina baraka, basi onesha baraka ya dini yako ya kikristu kwa kuishi vizuri. Mzee <coughs> Yesu yeah. Kristo. Inawezekana ukawa katika dini sahihi, inawezekana ukawa umechagua tuzo lililokuwa jema, lakini ukapotea kama si mnyenyekevu Yesu Kristo alikuwa na mitume kumi na mbili lakini wale mitume kumi na mbili wale, sio wote walikuwa wasafi. Kuna mmojawapo kati ya wale alikuwa amechagua fungu lililokuwa bovu. Yuda Iskarioti alichagua fungu lililokuwa bovu na alipotea. Walikuwa wa, wanamwamini Mungu mwenyewe lakini alipotea. Kwa nini? Kwa kuwa alikuwa amechagua fungu lililokuwa bovu. Na wewe pia unaweza kuwa Mkatoliki lakini kama ufuati sheria za Mungu hufuati taratibu za Mungu, unakaa tu kujisifu, mimi ni mkatoliki, mimi dini yangu ya katoliki ina masakramenti ina rozari ina visakramenti ina maji ya baraka ina mafuta e, e, ya wagonjwa ijini ni nini, nini, nini, nini, nini. Halafu huishi ukatoliki uishi imani yako, utapotea. Unaweza kuwa na mtu wa dini nyingine ambayo unazana kama dini yake siyo propa, huyo yakaingia mbinguni. Pendwa katika Kristo, kitakacho kuingiza mbinguni wewe ni matendo yako. Matendo yako ndiyo yatakayo kuingiza mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Kitakacho kuingiza mbinguni wewe ni matendo yako, matendo matendo, unawapenda watu, unawajibika kwenye familia yako, unampenda Mungu hayo matendo ndiyo yatakayo kuingiza mbinguni, si ukatoliki wako. Hapana, ukatoliki ni barabara, ukatoliki ni njia ya kuendea mbinguni, ukatoliki ni njia sahihi ya kwendea wapi? Mbinguni. tumzivyeziz Yeah. Labda niulize swali, njia sahihi ya kuendea Dar es Salaam ni njia ya Uyole, si ndio jamani? Sindiyo? Eh. eh. Lakini unapoamua kwenda Dar es Salaam hata kama upo katika njia sahihi, unaweza ukaamka na gari njiani, si ndio jamani? Magari mengi yameankia pale mlima nyoka, si ndio jamani? Hey. Unaweza ukawa Mkatoliki, ni njia sahihi ya kwenda mbinguni, lakini kama ufuate taratibu kama umpendi Mungu na wenzako, utapotea kama naopotea wengine. Unaweza ukaenda pia Dar es Salaam kupitia njia tofauti, unaweza kama mimi, naenda Dar es Salaam napitia njia ya chunya ukapita njia ya Chunya Tabora Tabora sijui wapi, wapi wapi wapi ukapita Dodoma, Dodoma Dodoma Dodoma Dar es Salaam. Unafika Dar es Salaam, unaweza pia ukafika Dar es Salaam kupitia njia ya Sumbawanga Sumbawanga unakata unakata unakata unazunguka unazunguka unaenda. Unaweza pia ukapita Dar es Salaam kupitia njia ya Matema ukavuka ziwa ukaenda Njombe Njombe ukapita kwenda Dar es Salaam. Lakini njia fupi kabisa ya kwenda Dar es Salaam ni njia ya Uyole njia fupi kuweza kwenda mbinguni ni njia ya Kanisa Katoliki, lakini kuwa mkatoliki haina maana kama umeshafika mbinguni, that is the way forward. unaweza ukawa mkatoliki lakini kama, kama una fujo kama unatenda una, una, una, una dhambi, unaweza ukaingia motoni kama kawaida. Tunaitwa kufanya toba, tunaitwa kubadilisha maisha yetu. Wapendwa katika Kristo, wapo wanaosali sala zao kwa kujisifia au kwa kuhukumu wengine wengine wanajiona kwamba wao ni bora kupita wengine wapendwa katika Kristo. Yesu anatukumbusha kuwa Mungu huangalia moyo si maneno ya mdomo. Ah ah, Mungu huangalia moyo tujifunze kuwa wanyenyekevu, kuomba msamaha kutubu Sawa wapendwa? ehe basi Wapendwa, sala ya kweli ni unyenyekevu. Mungu usikiliza moyo uliovunjika, si majivuno, si kiburi. Hapana. Kiburi huzuia neema ya Mungu. Farisayo wajiona mtakatifu, hivyo hakupokea chochote. Unyenyekevu unafungua neema ya Mungu. Mtoza ushuru alikiri dhambi zake, Mungu akamrehemu. Kristo Kristo ndiye kielelezo cha ja unyenyekevu. Kama Farisayo, mara nyingine, hata sisi pia tunasali tukijisifu, mimi si kama fulani. Mara nyingi sijui inajivunia chedini yetu, cheo chetu, au chama changu cha kitume. Wapo, hmm? wanaosali lakini sala zao ni za kujisifu au kuhukumu wengine, wapendo wengine, wanaojiona ni bora kwa sababu ya nafasi zao kanisani, katika jamii, au kielimu. Yesu anatukumbusha kuwa Mungu kuangalia moyo si maneno ya midomo. Kwa hiyo kila anayejikweza atashushwa, naye ajidhiliye atakwezwa. Tuombe Mungu atupe neema ya kuwa unyenyekevu kama yule mtoza ushuru, nasi tuseme kila siku e Mungu, unihurumie mimi mwenye dhambi.